Sakata la Lavalava lava kujitoa katika record label ya WCB ni kwamba hatimaye tumepata Uh, ukweli kuhusiana na hiyo situation kwa mujibu wa habari ambazo zilikuwa zimetangazwa kwa hapo mwanzoni, uh, ni kwamba Baba Levo ndo alitoa hiyo taarifa kwamba Lava Lava amejitoa katika lebo ya WCB, lakini kwa mujibu wa watu wa karibu zaidi wa Diamond, huyu ni ndugu wa Diamond Platinums, ni kaka mtu huyu anaitwa Ricardo Momo, amekuja kuzungumza katika kipindi cha Mashamsham pale Wasafi FM na ameeleza kwamba eh, bwana kuna sintofahamu ila Lava Lava lava bado yupo katika record label ya WCB. Eh, Ricardo Momo amefunguka hivyo. Kwa hiyo habari ambazo zimekuwa zimezungumzwa na Babalevo bwana hazikuwa na uweledi wowote, yani hazikuwa na ukweli wowote. Ni kama vile tu Babalevo bwana ameropoka kwa namna moja au nyingine, lakini ikumbukwe tu kwamba hata kipindi kile cha Mboso kujitoa WCB napo ilikuwa hivyo hivyo, eh, ni kwamba Babalevo alisema hivyo hivyo kwamba Mboso anajitoa WCB, and then baadaye ni kwamba wakaja wenyewe watu wa Wasafi wakiwa walivyokuja kuhojiwa, ni kwamba wakakanusha hizo habari kwamba si kweli kwa kwamba Mbosso anajitoa WCB na habari alizozitoa Baba Levo zipuuzwe, lakini baada ya muda mfupi tu ni kwamba Mbosso kweli akajitoa, na Diamond akakonfirm kwamba kweli Mbosso ametoka. Sasa this time around tena Baba Levo amekuja tena na hii na hii na hii issue ya lava lava kujitoa, lakini sasa hivi tumeona Ricardo amekanusha, lakini tunajua kabisa kwamba baada ya muda tena yale yale tu huenda kweli Lavalava kweli akawa anaondoka pale WCB na hii ni kama mara ya pili eh, hizi tetesi zinasambaa mtandaoni. Maana tulipataga habari eh, zilisambaa zili awali kama miezi miwili iliyopita kwamba mkataba wa Lavalava umeisha Wasafi, then zilizofuata ndo hizi za Baba Levo kusema kwamba eh, Lavalava anajitoa WCB, and then sasa amekanusha, lakini tunajua tu kwamba baada ya muda huenda wakaja akaweka ile swala publicly kwa ki eh, kwa kiofisi zaidi. So ukiwa kama mdau kumekuwa kweli kuna sintofahamu. Mashabiki wamekuwa wakiumbishwa huko, Baba Levo anasema kwamba Lava Lava amejitoa huku, Ricardo Momo kaka wa Diamond anasema kwamba Lava, Lava Lava bado yuko WCB. Ukiwa kama mdau una kipi cha kuzungumza kuhusiana na hilo, weka maoni yako hapo chini katika comment section, tuambie which is which unahisi kipi ni sahihi. Uh, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment na pia hakikisha bwana, una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.